Sisi kama madereva wa malori eh, tunakutana na misongamano mingi sana na adha nyingi zinazotokana na misongamano, kama vile polisi kukamata wale watu wa, wa, wa site wa jiji kukamata kamata magari hovyo, lakini mara nyingine hata kuwasumbua watumia barabara wengine katika jiji letu na kupunguza eh, harakati zile za, za kiuchumi ambazo zinaendelea hapa Dar es Salaam. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe, kama mshale unavyokuonyesha. Tupo makao makuu ya TPA hapa ya Posta jijini Dar es Salaam e, tumetoka kushuhudia kikao cha e, moja cha e, uboreshaji na usafirishaji wa masuala ya usafirishaji, na mbele yako nipo na mdau ambaye alikuwa ni mmoja wa wajumbe katika kikao hiki, ataenda kuzungumza na sisi kuhusiana na swala la ufunguzi wa bandari mpya ya Kwala, yeye anaona inaenda kuwa na faida gani katika e, swala zima la usafirishaji na uchukuzi, lakini pia kwa Watanzania kwa ujumla e, Mheshimiwa, habari ya asubuhi na shikamoo. Marhaba, habari ya kazi. Salama kabisa tunamshukuru wa Mungu wazima, sijui kwako. Wazima kabisa. Wanakuita nani kwa majina wasiokufahamu? Mimi naitwa AB Bavuma, mimi ni katibu mtendaji wa chama cha wakala wa forodha Tanzania, Tanzania Customs Agents Association. Na tumetoka kwenye kikao cha e, usafirishaji na uchukuzi hapa makao makuu ya TPA. E, unazungumziaje kuhusu swala zima la ufunguzi wa bandari ya TPA ya Kora? Ujio wa bandari ya Kwara na ufunguzi wake sio jambo geni katika nchi hii, katika masuala ya usafirishaji na hasa wa, wa kupeleka mizigo nje ya nchi. Tumekuwa na bandari nyingi kavu kama Kwara kwa muda mrefu, ikiwemo bandari ya Isaka. Lakini mimi kama mdau wa siku nyingi napata tatizo kwamba yawezekana Kwara isije kama mwarobaini kwa sababu utashi upo, lakini kuna changamoto nyingi sana, kwa watendaji wanashindwa kutimiza wajibu wao kwa sababu ya umbali, na ukizingatia kwamba mfano utoaji wa makontena kutoka kwenye bandari, bandari ambayo inaingiza mizigo kwenda Kwara, kontena zinatakiwa zisiripiwe, kwa sababu zikiripiwa, pia zitaongeza gharama ya bandari yetu, yaani bandari yetu sasa itaonekana ni gari sana, kwa hiyo ziko changamoto ndogo ndogo nyingi ambazo zisababisha eh, kama bandari ya Isaka kufa ambazo na wasiwasi pia zinaweza kusababisha pia ufanisi wa bandari ya Kwala ukawa mdogo, lakini wazo ni zuri, kwa sababu bandari ya Kwala inasababisha bandari kuu ya Dar es Salaam ipumue, kwamba mzigo unaingia bandari ya Dar es Salaam naondolewa kupelekwa bandari ya Kwala, kwa hiyo kuwa na nafasi ya kutosha kuweka mizigo mipya hasa kontena ni jambo zuri, ni jambo zuri kabisa, lakini serikali inatakiwa itafute utaratibu mzuri ambao utawezesha wale wanaohusika na upelekaji mizigo, gharama hizi zilipwe na nani, zilipweje, ili ule utashi sasa uwe ni asilimia mia moja ili kufanya hili jambo liwe endelevu. Vinginevyo, kwa ujumla ni wazo zuri, sisi wote wadau tunalipenda na tungependa iendelee, lakini hofu yangu ndiyo hiyo, kama nilivyokwisha sema. Unadhani sasa ujio wa bandari hii mpya inaenda kuwa e, na faida gani kwa Watanzania? Faida kama nilivyokwisha sema ni kubwa, kwamba unaifanya bandari ya Dar es Salaam isijae. Kila kontena inapoingia bandari ya Dar es Salaam inapelekwa isa nani, e, e, inapelekwa Kwala. Lakini swali ni je, bandari ya Kwala itakuwa ndio mwarobaini au itadumu? Je, tunao uwezo wa kuhamisha kontena kutoka bandarini kuzipeleka Kwara kwa gharama ambayo ni aidha ni ya serikali au ya TRC au ya taasisi yoyote ambayo itakuwa hapo katikati. Kwa mfano leo tumeshuhudia upungufu wa mabehewa upande wa TRC, wanapeleka kontena tano kwa siku, kontena kumi kwa siku hiyo kitu haiwezekani. Nataka ziende kuanzia kontena elfu moja kwa siku, tena hiyo nayo ni idadi ndogo. Kwa hiyo mimi bado na eh, eh, maneno yangu ni kwamba serikali inahitaji kufanya kazi ya ziada ili kupata suluhisho la kuifanya bandari yetu ipumue. Lakini kwa swali lako, uwepo wa bandari ya Kwala ni manufaa makubwa kwa Tanzania kwa sababu pia nafikiri mizigo inayokwenda Kwara itakuwa na unafuu fulani katika masuala ya kulipa storage. Bandari kuu inachaji ndani ya siku saba, lazima utowe mzigo, usipo utoa ndani ya siku saba ina maana unalipa storage. Kwa upande wa Kwara nadhani wataongeza siku za mzigo kukaa ili mtu mwagizaji apate nafasi ya kuweza kupata nafasi ya kutosha kutoa mzigo wake. wito wako sasa ni upi kwa serikali, lakini pia kwa watumiaji wa, e, wa bandari ya Dar es Salaam, lakini pia ufunguzi, ambao utakapofunguliwa, wito wako ni upi? Wito wangu kwa upande wa serikali, kama lilivyokuja wazo la kuanzisha bandari ya Kwara, basi watengeneze utaratibu mzuri ambao utaifanya Kwara iwe full capacity. Kwara ikiwa full capacity, ndiyo njia pekee ya kuifanya bandari ya Dar es Salaam iwe huru na iwe na nafasi ya kutosha kuweka mizigo mipya. Nikushukuru sana, nikutakie kazi njema, asante sana. Asante sana wa Chawamata TV tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa posta jijini Dar es Salaam e, makao makuu ya jengo la e, TPA. Tumekuwa kwenye kikao kifupi, na mbele ya kamera ni naye mwenyekiti wa wamiliki wa Maroli Tanzania e, atakuja kujitambulisha kwa majina yake sahihi, lakini pia atatuambia katika kikao hiki ni mambo gani ambayo amejifunza na ni mambo gani ambayo anaenda kuwapa wananchi e, ambao wapo nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Mheshimiwa, habari asubuhi na Shikamoo. Marahaba, marahaba. Bila shaka kuna mengi umeyapata e, kutoka kwenye kikao hiki cha leo. Naam, naam. Imekuwa e, ni kikao cha aina gani kwa upande wako? Uh, of course ni kikao kizuri na ni mwendelezo wa vikao vingi vya huko nyuma e, katika kuboresha bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo ni kikao ambacho tunakifanya kila mwezi, kila mwisho wa mwezi hiki e, kikao ilikuwa ni cha mwezi wa nne kimeamiwa mwezi huu kwa sababu ya mambo mbalimbali mbali ya, ya, ya serikali yaliingilia kati. Kwa hiyo ni kikao endelevu na katika kuboresha bandari yetu ya Dar es Salaam. E, sana sana leo tukanaongelea swala ya bandari kavu ya Kwara. E, tunataka Dar es Salaam ipumue, tunataka ipumue kwa maana ya kwamba kuondoa msongamano wa magari sasa mmoja ya msongamano wa magari ambayo tunataka tuyaondoe ni magari yanayobeba mizigo ya ndani ya, ya, ya nchi za nchi kwanza, alafu baadaye na ya ndani. Nafikiri tutahamisha Kwara Kwa tunataka Kwara ianze kufanya kazi asilimia mia moja, na kama ulivyosikia mwenyekiti wetu katibu mkuu e, wa Wizara ya Uchukuzi ameamuru kwamba mwisho wa mwezi huu twende tukafanyia kikao Kwara ili tukaone utendaji wake wa kwara ukoje na tuweze kushauri nini kifanyike, nini kiongezeke. Tukiwa pale tunaongea, tuko mbali kilomita tisini. Sasa tunataka tuwe pale pale kilomita zero, tujionee je inawezekana Kwala ikafanya asilimia mia moja kwa mizigo ya nchi za nje badala ya lori kwenda bandari, bandarini huko mjini liishie Kwala waondoke waishie Kwara waondoke, barabara za Dar es Salaam zitapungua, kamata kamata itapungua. Kwa hiyo mambo mengi yatakuwa mazuri kwa kweli. Kwa faida ya mtazamaji anayetufuatilia kupitia Chawamada TV, katika kikao cha leo, ni yapi mazuri ambayo umeyasikia ume, lakini kutoka kwa wachangia mada e, wakiongozwa na mwenyekiti wa kikao cha leo? Zuri la kwanza kabisa, zuri la pili, zuri la tatu ni ufunguzi wa bandari ya Kwara, kwa sababu tumekuwa tukiipigia kelele kwa muda mrefu sana kwa hiyo tunavyoambiwa sasa inaenda kufanya kazi asilimia mia moja kwa mizigo ya nje ni jambo jema sana. Jambo jema hilo ndo la kwanza, unadhani la pili, unadhani, na ndo la tatu unadhani, ufunguzi wa bandari ya Kwara, e, kutoka e, kwenda kufanya kazi rasmi. Kulikuwa changa na changamoto zipi ambazo madriver walikuwa wanapata pale ambapo, e, katika bandari ya Dar es Salaam ambayo inakuwa ni 40 wa Kwara kufunguliwa? Uh, sio madereva tu, sekta nzima ya uchukuzi kwa sababu kama lori linaweza kukaa siku tatu nne tano yuko kwenye foreni kuingia kupata mzigo kule, ni kwamba hata huyo mwenye lori mwenye pia anapata sala, dereva pia naye anapata sala e, e, congestion inakuwa kubwa mjini, kwa sababu lazima apaki kwenye maeneo ya parking na kusiko parking rasmi. That's why unaona kwa mfano mkuu wa wilaya Temeke anapiga kelele kwamba E, wilayani kwake hataki malori yao yanapaki aone amepaki ovyo, lakini wilayani kwake ndio kwenye bandari. Hatuna namna, hatuwezi kuihamisha bandari kuipeleka Kwala au wapi. Kwa kitendo cha leo kusema inaanza kutumika Kwala asilimia mia moja, ni nafuu kwetu ni nafuu, kwa dereva lakini pia ni nafuu kwa wenye wilaya yao. Oh, walikuwa hawatutaki, sasa tutaondoka, tuta japo alikuwa naingiza mapato tunaondoka, lakini itakuwa nafuu kwa wakazi wa Kwara, kwa maana mama ntilia atauza chakula, wanywaji, wauzaji, yani tunaenda kuongeza uchumi Kwara kwa, kwa kifupi sio, unanielewa tunapata eh? Na unafuu lakini tunaenda kufungua uchumi mkoa wa Pwani sehemu neetokwara, tunaenda kufungua uchumi pale. Kwa hiyo ni jambo jema. Zungumza sasa na Watanzania kupitia Chawamata TV, unawaambiaje eh, kuelekea ufunguzi wa poti ya Kwara? Eh, kwanza nawaambia wakazi wa Kwara waipongeze Wizara ya Uchukuzi. Kusababu, kwa sababu wanaenda kuwaongezea circulation ya hela, mzunguko wa pesa, wanawapelekea utajiri wizara ya uchukuzi. Lakini pili, eh, kwetu sisi eh, tutaondokana na kamata kamata ya Dar es Salaam. Eh, lakini tatu, eh, ni kwamba wizara sasa ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ujenzi wajitahidi kwenda kule wakaangalia kama zile barabara zinatosha. Kuna shida kidogo, manake imejengwa barabara moja kwenda na kurudi. Sasa kama kutakuwa na asilimia mia moja mzigo yote ya nje itaisha ita, ita, ita, ita kwara, manake kutakuwa kutakuwa na ongezeko kwa magari kule, manake inabidi barabara ziweza kutosha. Kwa hiyo nilivyoenda kukagua kule niliona kama barabara ni finyo. Kwa hiyo waetaliaawea Eh, wenyeji wao we wa wa kutupokea lakini na Wizara ya Ujenzi wa wa wa wa kwaona kama zile barabara zita zitatosha eh lakini tutasema bye bye Temeke Temeke Temeke eh kwa heri walikuwa Temeke. Temeke Temeke walikuwa wanaona kama vile mimi nilikuwa nafikiri ni jambo jema, kwa sababu tunaingizia mapato, lakini wao walikuwa wanaona kama sisi mzigo kero kwa. Kwa kwa kama kero, mkuu wa mkoa anasema magari yakikaa barabarani takataka kama takataka zingine hebu tukajaribu kuishi na mkuu wa mkoa wa Pwani, tuone naye atatuita nitakataka kama takataka zingine, au ataona ni fursa kwake kwa wananchi wake, kwa maana wakazi wa kwa kwa Kwara na Kibaha Mlandizi, e, e, kwa mkoa mzima ataona ni fursa au ataona ni takataka. Kwa hiyo tunataka tuangalie Tutu, nini kitakuwepo, lakini na imani kwetu itakuwa ni jambo jema. Ni kushukuru sana na nikutakie pia wakati mwema. Asante. Amina, amina asante. Toka makao makuu ya TPA Posta jijini Dar es Salaam nipo na mwenyekiti wa Madreva Tanzania e, Mheshimiwa Nuhu Idi Mgodoka, usafirishaji na uchukuzi ambacho kio kinafanyika katika ukumbi huu wa ghorofa ya 23. Mtazamaji tunaenda kuzungumza naye atuambie e, bandari mpya ya Kwala inaenda kuwa na manufaa yapi kwa Watanzania, lakini pia kwa madereva ambao ndo watumiaji wakubwa e, katika sekta hiyo. Habari ya asubuhi na hongera e, sana kwa kuwa mmoja mwe, wa wajumbe katika kikao ambacho kimetoka kuisha e, kutoka ukumbi huu e, salama sana salama sana ndugu mtangazaji na mzungumza na, na Watanzania kupitia CHAWAMATA TV. Kikao kimekuwa ni kikao cha aina gani kwa upande wako? Kikao kwa kweli ni kizuri, kikao ni kizuri. Na moja katika faida ambazo zimepatikana katika kikao ni jinsi ambavyo kikao kimeshinikiza na kusisitiza kutumika e, ipasavyo ile bandari ya Kwala, ili kuweza kuifanya bandari yetu ya Dar es Salaam kuweza kupumua, na hili litaleta faida kubwa sana sisi kama madereva wa malori. E, tunakutana na misongamano mingi sana na adha nyingi zinazotokana na misongamano, kama vile polisi kukamata wale watu wasite, wa, wa wa jiji kukamata kamata magari hovyo, lakini mara nyingine hata kuwasumbua watumia barabara wengine katika jiji letu, na kupunguza e, harakati zile za, za kiuchumi ambazo zinaendelea hapa Dar es Salaam. Mtu anakwenda sehemu anatumia muda mrefu badala ya kutumia muda mfupi kutokana na misongamano ya malori katika jiji la Dar es Salaam. Sasa, bandari ya Kwala kama itatumika ipasavyo, kwa mfano ikawa eh, kila siku eh, mizigo inapelekwa kule labda kontena elfu moja mia tano itakuwa ni faida ya kuweza malori kuishia katika bandari ile ambayo ni nje ya jiji na kuweza ku Eh, kuweza kupunguza ile e, misongamano ambayo ipo katika jiji la Dar es Salaam. Labda sasa e, kwa Watanzania lakini wanaozunguka maeneo kwa e, kwa ya Kwara watapata faida zipi kwa bandari ya Kwara? E, kama ilivyo e, wanapokuwepo madereva malori basi jamii kwa ujumla inakuwa inafaidika. Kwa hiyo mji utakuwa umehama kutoka Dar es Salaam umehamia katika e, eneo la Kwala ambalo sasa nalo litakuwa kama vile mji kwa sababu eh, wafanya biashara watafanya biashara, wauza vyakula watauza, lakini na harakati aina mbalimbali ambazo zinapatikana mijini sasa zitakuwa zinapatikana eh, katika eneo la Kwala. Na kwa sababu wanavyofahamika madereva wa malori na shughuli nzima za kitransport huwa zinawakusanya watu wa aina nyingi, kupitia eh, katika utaratibu wa kibandari kama ambavyo inafanyika katika bandari ya Dar es Salaam na ICD za Dar es Salaam. Rejea kikao ambacho kimetoka kutamatika muda sio mrefu kutoka sasa. Una lipi lingine ambalo unaona ni, ni umuhimu zaidi kwa madreva wa maroli Tanzania, wewe mwenyekiti wa madreva hao? E, mimi kwa kuwa nimekuja kuwakilisha madereva wa malori e, moja katika mambo ambayo nimeyaona ni muhimu sana na kwa kweli kikao nacho kimeonyesha kuwa hili jambo ni, ni, lina, lina, lina, lina nguvu ya aina yake kiasi cha kuwa linaendelea kufanyiwa kazi na serikali, ni suala la msongamano wa malori uliopo pale Tunduma na shida adha inayepatikana kwa madereva wa malori katika uvukaji wa malori pale Tunduma kwa kuwa E, Tunduma kuna kumekuwa kuna adha ya muda mrefu, lakini kikao kimeweza kueleza na kupanga, hata siku za mbeleni kuna kikao kingine ambacho kitawashirikisha Wazambia pamoja na Watanzania kuendelea kupush ile nguvu ya kuweza kufanya ile boda ya Tunduma itumike one stop boda ya posti, ambao utaratibu huu ndio pekee unaoweza kumaliza msongamano ule. Hizi njia nyingine ambazo e, au sababu nyingine ambazo zinatolewa na, na, na upande wa Zambia ni, ha, ni, ni, ni, ni, ni kama vile siasa tu, si habari ambazo zina ukweli ndani yake. Kwa mfano. E, nimeona hapa sababu ambazo wamezitoa Zambia kusema kwa wao hawana eneo. Si kweli wa makubwa zaidi kuliko hata maeneo ya upande wetu wa Tanzania, lakini nafikiri kuna vitu vitu fulani tu ambavyo wao wana maslahi navyo, ndio maana wanafikia sehemu wanawatesa madereva wetu wa malori kiasi cha kuweza kupata adha ile ambayo haiishi katika jiji la Tunduma. Ndugu mwenyekiti, eh, mwenyekiti wa madereva eh, malori Tanzania, rejea kikao cha leo, wito wako sasa ni upi kwa madereva wa malori Tanzania? Eh, wa malori Tanzania, wito wangu wa madereva malori ni kwamba waendelee eh, waendelee na kazi yao kwa utulivu na, na, na, na salama, lakini pia wito wangu upo hata kwa upande wa viongozi wa serikali. Unajua, vikao tunafanya vingi sana vinavyohusiana na hizi harakati, kwa mfano kama hizi za bandari. Kwa mfano hii eh, bandari ya Kwara haijaanza leo, imeanza muda mrefu sana, lakini leo inaonyesha ripoti kuwa ni idadi ya kontena chache sana ambazo zinapelekwa pale Kwara. Kwa hiyo eh, wito wangu kwa viongozi kwanza wa serikali na watendaji wote wa serikali tuwe serious. Kwa ajili ya kupunguza eh, ile, ile misongamano iliyopo katika jiji la Dar es Salaam, kwa sababu nafasi tunayo sehemu tunayo na tayari kuna eh, pesa kiasi kingi ambayo imeingia pale katika eneo lile, basi ni vizuri tukalitumia eneo lile kwa kuhakikisha kuwa tunapeleka mizigo pale ili kupunguza misongamano ambayo inapunguza juhudi za kiuchumi katika jiji la Dar es Salaam. Lakini pia wito wangu upande wa pili eh, wa serikali vile vile upande wa Zambia tuwe serious zaidi na suala la uvukaji wa Tunduma, madereva wanaumia sana, madereva wanateseka, kuna madereva wanapata adha aina mbalimbali mbali ambazo kila siku zinaripotiwa kutokana na changamoto iliyopo ya uvukaji wa pale Tunduma. Kwa hiyo e, tujitahidi kutumia kila aina ya juhudi kuhakikisha kuwa tunafanikiwa kufanya boda ya Tunduma kuwa one stop border post kama utaratibu ambavyo e, unatakiwa kufanyika kupitia Chawamata TV e, sisi tunaenda kuwa ni washahidi tosha kwako dereva kwa kwako mtanzania ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii e, niseme asante sana na kwa wakati wako asante sana. Na mtazamaji huyu alikuwa ni mwenyekiti wa maroli Tanzania, ndugu Idi mgodoka ambaye umemsikia alichokizungumza eh, kurejea kikao ambacho kimetoka kutamatika kutoka ukumbi ambao nazungumza nikiwa nimesimama. Naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Asante na kwaheri.